Pakisitasco International Milan. Congratulations, Inter Milan! Hongereni sana Inter Milan. Oh wow. Beautiful. Beautiful game. wewe ulisikia wapi mkubwa akikosea? haujui kwamba utuzima dawa wewe. nam ile vita ya Generation X na Gen Z imetamatika bana. Tumetoka kushuhudia ule usiku wa UEFA Champions League, usiku wa maajabu Usiku wa Ulaya, usiku wa mechi ya nusu fainali ya pili ya UEFA Champions League kati ya Inter Milan dhidi ya FC Barcelona wa Katalunya hawa. Haikuwa tu nusu fainali, ila ni nusu fainali yenye fainali ndani yake. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zilikuwa dakika njema sana kwa Inter Milan, wakifanikiwa kuondoka na ushindi magoli mawili kwa sifuri. Goli la kwanza likipatikwa kwa Kambani na Lautaro Martinez na goli la pili ikifungwa kwa mkwaju wa penalty na bwana mkubwa Hakan. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili, kipindi cha pili ambacho kilikuwa cha moto kwelikweli. dakika 54 ya mchezo Eric Gosha anaandika goli la kwanza kwa Barcelona. dakika 60 ya mchezo Dan Olmo anaweka chuma cha pili kwa FC Barcelona Owe pumzi ya moto ikaendelea kupelekwa langoni mwa Milan. Dakika ya 87 ya mchezo Rafinha anaweka chuma cha tatu kwa FC Barcelona na linakuwa goli lake la 13 la UEFA Champions League katika msimu huu. tisini dakika za kuhesabu zikakamilika, zikaongezwa dakika tano za kucheza. Katika dakika ya tatu ya nyongeza bwana mkubwa Francisco Asebi anapokea asisti yake Denzel Dumfries na kuweka chuma cha tatu kambani. Kipyenga cha mwisho kikasikika full time, Inter Milan 3 FC Barcelona 3. Tukaenda katika extra time dakika 30 za kukamilisha mia ishirini za kucheza. Katika dakika 15 za kwanza dakika 99 ya mchezo Inter Milan wanapata bao la nne kupitia mchezaji David Frates. Barcelona wakaendelea kulisa kalango mashambulizi ya hapa na pale yasiokuwa na matunda, mpaka 15 za kwanza zinatamatika, Inter Milan 4 FC Barcelona tatu. Tukarudi kuzimalizia dakika 15 za kipindi cha pili katika extra time, Barcelona wakaanza kwa kasi, mashambulizi ya hapa na pale wakiendelea kupeleka moto kwelikweli katika lango la Milan. Wakati huo kila shabiki wa FC Barcelona akiamini FC Barcelona wanaenda kufanya comeback. Muda wote pira likaendelea kupigwa, FC Barcelona wakiendelea kupeleka mashambulizi katika lango la Inter Milan. Umahiri wa golikipa Soba wa Inter Milan unaendelea kuwaweka salama FC Barcelona. Oya, golikipa amefanya saves, unbelievable saves. Yule kipa is a world class goalkeeper. What a goalkeeper mpaka extra time inatamatika, Inter Milan nne, FC Barcelona tatu. Haijawahi kutokea mechi msimu huu katika UEFA Champions League ambayo imetoa magoli mengi kama mechi hii. Mechi ya kwanza iliweza kutoa magoli sita, mechi hii ya leo ikitoa goli saba, jumla goli kumi na tatu katika mechi mbili za nusu fainali ya UEFA Champions League. Hatimaye rasmi sasa, Inter Milan inakuwa ni timu ya kwanza kutinga fainali ya UEFA Champions League ikimsubiri mshindi katika mechi ya kesho Paris Saint-Germain PSG versus Arsenal. nam hakika, Italy imefurahi, Milan imefurahi, Inter Milan wamefurahi, lakini bila kusahau wana Real Madrid wamefurahi. Umeionaje <laughs> game hii ya leo?